Habari hizi ndo tabia kumi ambazo zinakuua taratibu. Dalili ya kwanza, kutumia simu kwa muda mrefu. Matumizi ya simu kwa muda mrefu ni dalili inayokuua taratibu, lakini pia kutopata usingizi vizuri, kutolala vizuri ah, hiyo ni dalili ah, pia ni tabia inayokuua taratibu. Matumizi mara, ya, ma, matumizi makubwa ya paracetamol, zile dawa za kupunguza ah, maumivu inakuua taratibu, lakini pia kukaa kwa muda mrefu, yani kuna mtu anakaa kwa muda mrefu, pia ni changamoto. Madereva wanao wanaotembea kwa mwendo mrefu wanapata changamoto . Lakini pia kutumia simu yako wakati umezima taa au katika uh, katika giza ni changamoto kubwa, changamoto ya macho uh, lakini pia uh, kutumia vinywaji vya viwandani, soda, pombe, ni hatari kwa afya yako. Kukosa uh, mazoezi, kutofanya mazoezi Kutokunywa maji ya kutosha, kutopumzika. Hizi ni baadhi ya tabia ambazo zinakuua taratibu. Kwa hiyo achana na hizi tabia ili uweze kuwa na afya bora.